Tuko katika mkoa wa Mbeya na hapa tulipo ni eneo la Mwanjerwa mkoani Mbeya, na kama ambavyo tunafahamu mwezi huu wa sita elfu mbili na ishirini, uh, na tano Kamishina Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, uh, TRA bwana, uh, Yusuf Juma Mwenda alizindua uh, mwezi huu wa sita kuwa ni mwezi wa kutoa elimu ya kodi pamoja na kutatua changamoto kwa walipakodi, na hapa tumefika timu nzima iko katika mkoa wa Mbeya kwa ajili ya zoezi la kutoa elimu mlango kwa mlango na kupeleka uh, utatuzi wa changamoto zinazowakabili uh, walipa kodi, na hii ni katika kuhakikisha kwamba uh, walipa kodi wanaendelea kutekeleza wajibu wao wa kodi wa, wa, wa kisheria na, na, na hivyo basi kufanya serikali kupata mapato kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Uh, tutakumbuka kwamba Mamlaka ya Mapato Tanzania ina jukumu la kukusanya mapato kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Tunashuhudia miradi mbalimbali mbali mikubwa inayotekelezwa na serikali kupitia kodi za Watanzania. Mwezi huu wa sita ni mwezi muhimu sana kwa wewe mlipa kodi kwa ajili ya kulipa kodi yako ya awamu ya pili na kuhakikisha kwamba umetekeleza ume, ume, ume, ume wajibu hilo na hivyo kuweza kusaidia kufunga mwaka wa fedha wa serikali mwaka 2024 2025, na kutakia utekelezaji mwema wa majukumu ya kulipa kodi kwa hiari. Pamoja tunajenga taifa letu. Jina langu naitwa Juma Ali, ni mfanyabiashara wa soko la SIDO. Ko oh, kwa maoni yangu mimi kwenye masuala ya kulipa kodi ni kwamba tuwajibike kulipa kodi, lakini vilevile vile pia tuwe tunasikizwa baadhi ya kero zetu ambazo tunazikuta kwenye, tunakutana nazo kwenye biashara ili tuwe rahisi ya kutatua migogoro ya kodi, sababu mda mwingine tunakuwa tunapoenda TRA tunaweza tukaambiwa bwana wewe, kutokana labda, mtu yuko mbele tu kama hapa, anaambiwa wewe, kutokana ulipo, unatakiwa ulipe kodi hii kwa kifupi tuwe tunaangaliwa na maongezi tunaokuwa tunawaelekeza, ili na sisi tuwe tunapewa kodi ambayo tunaweza kuilipa kwa haraka e. Hilo ndio wazo langu, na pia kuwaambia tu wafanyabiashara wote wa soko hili na masoko mengine, tuweze kulipa kodi kwa maendeleo ya nchi yetu. TRA pamoja tunajenga taifa letu.